Mada yetu ya mchana wa leo inasema tutakapomwona Bwana, tutakapomwona Bwana. Isaya sura ya sita na ule mstari wa kwanza neno la Mungu linasema, waliofika waseme amina. Amen. Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia alimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana na pindo la vazi lake likaijaza hekalu. Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, na alimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Sikiliza mwana ibada, katika sura za Biblia, sura ya sita ya kitabu cha Isaya ni miongoni mwa sura zinazoanza kwa majonzi, kwa huzuni. Nikukumbushe tu mambo machache kutokea mahali hapo. Kumbuka hapa tunaongea na watu wa Israeli, Wayahudi, na Isaya anaandika hii habari kwa lugha ya Kiebrania, lugha ya Wayahudi, anaandika nasema, mwaka ule aliyokufa mfalme. Nikukumbushe, kwa Wayahudi au kwa Israeli, kusema mfalme amekufa ni kosa kubwa sana Mfalume huwa hafi, mfalume huwa anapumzika, mfalume huwa analala, mfalume huwa anatwaliwa, ndivyo walivyofundishwa. Lakini na, na, nabii wa Bwana anasema mwaka ule alipokufa. Sikiliza, kwa Wayahudi ili useme mfalume amekufa, lazima yatokee mambo mawili. Jambo la kwanza, alipokufa awe amekufa hajaacha uzao duniani. Ndio maana nawasisitiza sana wale ambao aejaingia kwenye ndoa, oweni kabisa maana unapokufa unapolala mauti, haujaacha uzao duniani, haujaacha mke duniani, haujaacha mme duniani, wewe tunasema umekufa, na wala sio kwamba umelala. Kwa hiyo hata siku ya kuzika, wachungaji mlioko hapa, usiseme amelala katika Bwana, no, amekufa katika Bwana, maana hajaacha chochote hapa duniani. Ambia jirani yako utakufa, utalala. Kwa hiyo mfalme ni, ni, ni, ni, jambo la kwanza, ili mfalume afe lazima aache duniani, hana mtu aliyemwacha, hana mke, hana watoto, hapo ndipo mfalme anakuwa amekufa. Lakini jambo la pili, ili uwe na kibali cha kusema mfalume amekufa, lazima awe ameacha aibu nyuma yake. Si mnajua hata leo kuna tofauti ya, majir, ya mambo haya matatu. Kuna tofauti kati ya msiba, kilio na tatizo. Si mnajua hayo mambo matatu, eh? Msiba ni ule ambao mtu anapokufa ndugu anasema karibuni sana chakula kitakuwepo wao, wanakijiji wote muwe na amani, na na na unaoshangaa mjomba ameleta ng'ombe na um, shangazi analeta mchere, mtoto wa pili analeta sijui nini mahema na nini. Huo ni msiba, tunakwenda tunakaa tunastarehe. Nilikuwa naambia sabato iliyopita, kwingine wameendelea hadi, na wanaolia wanakodiwa. Kuna watu wanaingiza pesa kwa kulia. Hicho kikundi kikisajiliwa kwa kanisa letu sijui kama kinakubarika, ila kuna vikundi vya kulia msibani lakini, huo ni msiba. Msiba ambao mtu akifa vyakula wanahudumia wanafamilia na kila kitu, lakini kilio ni pale mtu anapokufa, kwa kweli hatujui leo tutakula nini. Na hata hivyo, huyu aliyekufa, wanaolia hawamlilii aliyekufa, ila wanalia ametuachaje. Hicho ni kilio, ndio pale mnaona wanaitana wanakijiji Uh, mwenyekiti wa mtaa hapa sasa hatuna kimvuri, anakamata wachache anasema leteni hema, baadaye anakamata kadhaa leta mchere leta. Hilo hicho ni kilio. Tatizo ni pale mtu anapokufa, halafu anaacha madeni nyuma, hilo ni tatizo, limetokea sio msiba wala sio kilio. Amekufa halafu huku nyuma, unaona watu wanalia kabisa pale kwenye msiba sirias, lakini kuna mtu anayelia anasema, sasa ile laki moja yangu nani atalipa? Hilo ni tatizo halafu mwenye nyumba aliyekuwa amekupangisha naye anasema, ah, sasa miezi sita yote hajalipa. Ah, Mungu we na huruma! Hapo ndipo naona sasa wanalia. Kama ni Wahehe unasikia nalia, huwahungira hey, gebayago huwahungira bayago. Sio kwamba nalia, kawahungire wale walioko. Ah, yana nalia, ametuachaje? Hilo ni tatizo. Sasa Nabii Isaya anasema mwaka ule aliyokufa Mfalume Uzia, nikuhakikishie Uzia alikuwa na mke, Uzia alikuwa na watoto, Uzia alikuwa na mali, Uzia alikuwa ni mfalume. Kwa nini nabii Isaya anasema mwaka ule aliyokufa, na wakati hayuko kwenye sifa za waliokufa amelala? Soma katika orodha ya, ya wafalume wote utakuta anasema, mfalume Daudi akafanya hivi na hivi akalala na baba zake, mfalme Suleiman akafanya hivi akalala na baba zake. Kwa nini Uzia anakufa? wakati Isaya anaandika alikuwa nabii. Utasoma mafungu yanayoendelea anasema, akamwona Bwana, alafu pindo lake limejaza hekalu. Mbeleni anasema akalia, akasema, ole wangu mimi maskini, mimi mchafu analia Isaya lakini katika una, katika ofisi yake yote ya, ya kinabii katika ofisi yake yote aliyofanya kazi ya unabii, hakuwahi kumwona Bwana pamoja na kwamba ni nabii, hakuwahi kumwona Bwana. Sasa Uzia anakufa. Ukweli ni kwamba Uzia akufa ila alilala kwa nini Isaya anasema alikufa? Ni kwa sababu Uzia alichukua nafasi ya Bwana, akamfunika Isaya, akawa ni tegemeo la Isaya, akawa ni tegemeo la taifa, akawa ni wa kuabudiwa. Kwa hiyo Bwana akasema huyu hata lala atakufa. koja nikwambie, ogopa sana kuwekwa kwenye nafasi ya Mungu. Eti kwenye kwaya tuna tumeitwa kwenda kwenye makambi mpaka watu waseme jamani, tunaenda da na fulani hajaenda. Hey, mi simo. Tunaenda kuaibika, wanakutafutia kifo, maana umekalia kiti cha Bwana. Hakuna aliyewahi kukaa katika nafasi ya Bwana na akaharibu mipango ya Bwana na watu wakamtegemea, akabaki salama, anauawa Bwana anasema akaruhusu Uzia afe, maana amefunika utukufu wa Bwana. Isaya akiangalia anamuona, anamuona mfalme Isaya. Akigeuka huku anamwona Uzia, kwaya ya tumaini ikigeuka huku inamwona solisti fulani, kwaya ya ngomi ikigeuka huku inamwona mwalimu. Kama unaabudiwa unaenda kufa. You are going to die. kuna zile kwaya ambazo hata wale wanaoonekana wanaabudiwa. Hata ikitangazwa kongamano au watu wanasafiri, anaonyesha kabisa ushirikiano anawaambia, tutaenda. Tutaenda wapi? Makambi Mbea eh. Tutaenda imebaki siku nne. Analeta taarifa kwa mwenyekiti wa kwaya, unajua kwa kweli kuna dharura kali imetokea na siwezi kuondoka na ninyi. Mnajua ndiye anayepewa maiki ndipo baadaye mwenyekiti analeta wazo, jamani kwani una shida gani? Sio kwamba nina shida, siumwi. Sasa kuna shida gani? hmm. Sipendi tu kuongea mbele zenu lakini nawaombea makambi mema. Ndipo baadaye kanawambia, kwa kweli nilitakiwa kwenda lakini shangazi yangu ni mgonjwa na natakiwa nilime vibarua, nimeambiwa nitume laki moja. Ndipo anasema ah, hilo tu. Hey, tukipata laki moja, tunaenda. Ndio wanaanza kujikamata waimbaji ili kapate laki moja waende, nako kanakwenda kufa anakwenda kufa uzia, anakufa kwa sababu amefunika utukufu wa Bwana. Na kuna kwaya, ngoja niwaambie kwa, ni kwa sababu leo mnaimba ni kwaya dei. Kuna kwaya ziko hapa zinaamini, zinafanya vizuri kwa sababu ya fulani, munamuua. Asipokufa literal death, atakufa spiritual death yeah. Ndio bado nakuta wako mahali hapo na kwa sababu wamekufa wame kiroho, anaongoza kwaya iliyokufa na hata nyimbo zinakuwa zilizokufa. Ukitafuta hata watunzi wengi wanaotunga kutokea kwenye neno la Bwana wamebaki wachache, baki wachache tu, wengine wamebaki tu kutunga. Mkienda kwenye makambi, wakamwekea finyango moja ya nyama, na wengine wamewekea watatu, amepata wimbo beti moja, hilo limeenda. Nabii alitabiri upendo kupoa, ayaimba we pandisha hivi. Alitabiri kweli, na wote wanaimba litabiri upendo kupoa. Ngoja nizungumze na walimu wa kwaya. Mwalimu wa kwaya au mtunzi wa nyimbo ni mtu pekee anayeweza kupandikiza roho kwa waimbaji wote roho wether, ni roho mzuri au ni roho mbaya. Walimu na watunzi wana uwezo wa kuwapandikizia roho. Kwa hiyo kabla haujaimba wimbo wa mwalimu wa kwaya yako muulize, aliutungaje? Uh, nilikuwa na challenge kwa kwaya moja, by the way haiko hapa CTF, lakini ni marafiki zangu wametunga wimbo mzuri kabisa, wimbo wa majuto wametunga, wanaimba, wanaimba wanasema, nimetenda sitarudia, niliyoyatenda yanatosha, nimeishia hapo. Nilichafuka nitakase, sikufaa, nilikuwa nimeoza katika dhambi, basi nitakase. Wote wanaimba, nilifaa, sikuoza, nilioza, sikufaa, nilizama katika dhambi, nilichafuka, sasa ninarudi. Kumbe aliyekuwa amechafuka ni mwalimu wa kwaya, hafa anawapandikizia roho ya kuchafuka wote kamtu akajawahi kuvuta sigara, pombe hakajawahi ku, ku kunywa, halafu kanakoimba nikabikra hata zina hakaijui, wizi ndio kwanza hakajawahi. Kako hapo kamekoma, "nilichafuka," nilioza, ninarudi. Hey! Warimu wakwaya tuhurumiane, tafadhali kabisa, waeleze kwamba jamani, huu wimbo ni maisha yangu, kwa ninauleta kwenu muimbe kwa ajili ya maisha yangu. Mwisho wa kunukuu. Hafu mnawekwa mbele kabisa, na mnaolia ni wale ambao hata mkuanguka kwenye hiyo dhambi. Ninarudi, nilichafuka, nilioza, analia kabisa na machozi, ukikaangalia hata dhambi hakaijui kabisa hata kidogo. Ndio wale wanaopiga magoti kuomba, tunasikia, anasema nina dhambi kama mchanga wa bahari, sifai kuja kwako. Hakuna maombi ambayo anayachukia kama hayo. Una dhambi kama mchanga wa bahari, unakuja kwako? Basi toka hapo hasa, kama hufai toka, waje wanaofaa. Maana Biblia inaniambia na tukiendee kiti cha enzi. Kwa nini jamani? Kwa ujasiri, kwa ujasiri. Kwa hiyo, kwa nini Hezekia alikufa? My point is, alikufa kwa sababu alikaa katika kiti cha Bwana. Waimbaji, sikiliza. Mnapoimba, acheni kiti kibaki kuwa cha Bwana. Mnapofanya vizuri, acheni utukufu mrudie Bwana. Mwalimu, unapoongoza kwaya ikaimba vizuri ikatukuzwa, acha Bwana baki kuwa Bwana. Vinginevyo utakufa, utakufa, utakufa kabisa. Viongozi wa atape, umefanya vizuri, mmetuinulia makongamano. Acha Bwana akarie kiti kwa kusema hivi, Isaya anaposema mwaka aliyokufa mfalme Uzia, hafu anaongeza neno kusema nalimwona Bwana. Ningetamani nizungumze habari ya mwaka ule. Biblia inasema katika mwaka ule aliyokufa. Mwaka ule kila mmoja aliyeketi hapa na mwaka wake na mwaka wake. Kwaya ya Tumaini, mna mwaka wenu. Kwaya ya, ya, ya wapi sijui, hapa ngome na wapi, mna kila mmoja na mwaka wake ule mwaka ambao ilikufa ndoa yako. Kama ni Isaya anaandika ule mwaka aliyokufa Uzia, andika ule mwaka iliyokufa ndoa yangu, ule mwaka uchumba wangu lipokufa, ule mwaka nilipofilisika. Kila mmoja na siku yake na mwaka wake ambao kiukumbuka, hauwezi kuisahau. Hata mimi ninayezungumza nina mwaka ambao katika historia ya maisha yangu I will never forget. Nataka nikuulize mchana wa leo, una mwaka una siku ambayo ukiikumbuka hauwezi kuisahau? Isaya anasema ile siku alipokufa Uzia na na bwana, ni siku gani ambayo alikufa? Ni siku gani ambayo kuna kitu kilikufa kwenye maisha yako? Ni siku gani ambayo kuna kitu likitemea kilikufa katika maisha yako? Ni kitu gani? Maana tunapokutana hivi kwenye ibada, Wakristo wenzangu, niwaambie watu wamejaa uchungu, kuna vitu vimekufa kwenye maisha yao. Ule mwaka ambao upendo wa ndoa ulipokufa, watu walikuwa wanacheka pamoja, leo hawacheki pamoja. Ule mwaka ambao biashara yako ilifirisika Nilikuwa na rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa mfanya biashara nakwenda mpaka Dubai, anapata anafuata fedha -na -na -na -na -na. Na -na -na amebarikiwa, anafanya biashara mahali fulani, moto ukawaka ukaunguza lile soko na biashara zake zikaishia mahali pale. Amewekeza kwa watu, amewasaidia sana, lakini ule mwaka biashara ilipokufa, hakuna aliyewahi kumkumbuka na kumsaidia, analia tu peke yake. Ule mwaka alipokufa Uzia ni nini kimekufa kwenye maisha yako, ambacho kimefunga usimwone Bwana? Ninachomshukuru Isaya, mwaka aliyokufa Uzia, yeye alimwona Bwana. Kumbe unaweza ukawa nabii na haujawahi kabisa kumwona Bwana, haujawahi kabisa. Na Isaya alikuwa na hudumu kama nabii, amefanya mambo makubwa, amekwenda na Israeli katika utumwa wa ushuru, ameenda Babeli, ametabiri, ameandika mambo mengi, lakini hakuwahi kumwona Bwana. Fumbua macho yako, niseme neno hili la mwisho. Kuimba sana haimaanishi umemwona Bwana. Kuhubiri sana haimaanishi nimemwona Bwana. Sikiliza, hata wewe kuwa kiongozi haimaanishi umemwona Bwana. Waliomwona Bwana sifa yao ya kwanza kama Isaya, wanaona dhambi zao. Unajua ukianza fungu la kwanza la Isaya na yale mengine aliyokuwa anatabiri huyu mzee alikuwa ni mzee wa ole wenu, ole wenu mataifa, ole wenu Babeli, ole wenu Ashuru. Alipomwona Bwana anasema eh, ole wangu mwenye midomo michafu. Ukiona mshiriki ambaye anaona dhambi za wengine kuliko za kwake hajamwona Bwana. Waliomwona Bwana wanaumizwa na matendo yao, hata wakija kanisani, hotuba ikihubiriwa, wanasema Yesu, hiyo ni ya kwangu, nisaidie lakini leo makanisani kwetu, angalia, hata tunapohubiri hivi, ni kana kwamba mtu anasema leo wamepashwa, wameambiwa, wameambiwa, wameambiwa, wameambiwa. Haujakutana na Bwana. Katika maisha yetu tunadhani tumeshakutana na Bwana. Kwaya zetu namba, nikazie katika swala la kwaya, kwaya zetu, Bwana natamani tufanye jambo kubwa kuliko hili tunaolifanya kubwa sana kuliko ile tunayoifanya. Na mimi ninaamini, na uchungaji wangu wote huu, kama kuna kazi takatifu ambayo ikisimama kufanywa kwa umaridadi, roho huwa anashuka, ni kazi ya kuimba. That is why hatuwezi kuhubiri bila kuimba, ndio maana tunawaambia imbeni. Kwa hiyo unapokuja hapa, jitakase, unafanya kazi takatifu, kazi kubwa sana takatifu. Lakini angalia, kwaya zetu zinaimba na hazijajitakasa zinaimba na zimevaa sare zilizoshona kwa zaka, wanaimba na wamevaa sare za kuhongwa, wanaimba, they are singing, wanaimba lakini kwa kweli, zile lugha zile sauti nzuri zinazoimbwa hapa, waimbaji, mnaonitazama, wana sauti nzuri kabisa nyororo, lakini wakute wanaungurumia wenzi wao kule nyumbani. Nyumba yote ina besi mpaka unadhani hao walioana wanaume au kudamke na mme humo ndani lakini wakifika hapa ee, paradiso mpaka kakoka na ende, lakini akifika nyumbani amenyoka kwa mwanamume. I wish kama kuna ndoa zingeongoza kwa kuwa njema na zenye raha ni za waimbaji. Lakini angalia leo, mwimbaji anamheshimu mwalimu wa kwaya kuliko mme wake, kwa kunasema hivi hii hi, kwaya are they singing for Jesus Christ or for the devil? Maana Lusifa alikuwa mwimbaji ana kwa timu yake Hamwezi kuniambia mmeshamwona Bwana alafu eti kwenye kwaya kuna watu hawasalimiani. Hiyo kwaya haijamwona Bwana. Kuna mtu ananiambia mbona, tuangalia sisi, tunageuka sasa. Hapa kwenye kwaya za huku, hamwezi kuimba alafu mnasengenyana alafu kasema mmemwona Bwana. Watu wamejaa vinyongo na jaziba, na they are singing Pa, unasema hii ni kwaya gani? Ndio maana unaona nyimbo. Angalieni wale walioimba miaka ya zamani, akina Kagunga, akina, akina, akina Jangwani, nyimbo zina trendi mpaka leo leo. Lakini leo kanatokea kawimbo kana trendi dakika tano, kanazimika. Kwa nini? Aliyetunga ametunga kwa mwemko na muemuko ukizima, kwaya imezimika. Kwaya imezimika, na mimi namshukuru Mungu, kwaya zetu leo zina vijana wengi sana kuliko kwaya zote za zamani. Namshukuru Mungu katika hilo, mna nguvu nyingi katika, katika makambi nje ya nchi nikaenda na hiyo kwaya siku, tumefunga Jumatano. Huwa nina kawaida ya kufunga, lakini wanawatangazia nawambia, jamani, kama mnahitaji na nyie mfunge. Tumefunga mida ya saa saba hivi mchana, tukapumzika, naletewa taarifa, naambiwa pasa, kuna ngumi kule zinatembea. Ikimaanisha nini? Au ilikuwa inatuchochea tujichanganye, maana humu kuna wanawake, akikutumpia ngumi Tyson akasome. Nikakuta zinatandikwa pa damu zinavuja, wamo tu wamo tu ha, mmoja amekamatiwa, na walikuwa wamevaa joho joho limekamatwa. Kumbe alirusha tu joho, hakuweka kingine chote ndani, joho limerushwa kule, asemaye yumo tu anatandika. Nikaambia mzee wa kanisa na mchungaji mwenyeji, msingirie ugomvi usio wa husu, tulieni kwanza tu, nitawaambia sangapi tukawasaidie, piga piga piga piga. Baadaye mmoja akasema, wachungaji mtusaidie, mbona mnatuangalia? Oh, kumbe mnahitaji msaada. Tukaenda tukawauliza kwa nini mnapigana. Hebu sikiliza, kwa nini mnapigana? Hauwezi kuamini. Kumbe siku hiyo hiyo sisi tumefunga kuna watu wamechukuliana, wanaume ndani ya kwaya, yaani walishagawana: huyu ni wa huyu, huyu ni wa huyu, huyu ni wa huyu, wamechukuliana. Huyu akatuma meseji, uko wapi maidia. Meseji haikujibiwa na wala haikuwa delivered. Akatuma ya pili, mbona sikuoni kwenye mfungo haikujibiwa na wala haikufika. Akatuma ya tatu, akasema huyo asinichanganye, maana simuoni na meseji haijibiwi. Akaangalia kwenye kwaya, kuna binti hayupo. Akauliza we uko wapi? Naee, simu imezima. Sema naenda kusimama barabarani, wanatokeza wako wawili, wametangulizana. Situko kule tumefunga na kuomba, kwaya iendelee, kuna mashetani huku yanaua kwaya sisi tuko bize kufunga na, kwa, na kwaya isonge mbele. Na kwenye kwaya humu kuna watu wanaimba kabisa kutoka moyoni, they are singing kabisa kutoka moyoni, lakini kuna watu wamo for their own advantages. Kasema alinichukulia mtu wangu, ndipo tukakaa nao. Yule dada anasema aliyenichukulia ni yeye, maana mimi ndiye niliyeanza naye kwa hiyo yeye ndiye aliyenichukulia, anayelalamika ndiye aliyenichukulia, maana huyu ni wakwangu tangi hapo, ila hapo katikati alikuja mwalimu mwingine, nikawa nimetoka naye huyu, tukaachana. Watu wanagawana, wanagawana katika kanisa. Huyu tukaachana, kwa hiyo yule mwalimu ameondoka, nikarudiana na huyu. Hawezi kuelewa, maana kwenye kwaya yako hayajatokea, lakini hayo ndio yanayofanyika. Nitoe wito kwenu Omba kumwona Bwana katika huduma yako. Ukimwona Bwana uliye mwimbaji, uliye mhubiri, uliye kiongozi, ukimwona Bwana utalia na dhambi zako kwaho, unaposimama hapa kuhubiri, unaposimama hapa kuimba. Kuna nyakati mi wanamwambia hata mke wangu, aro, ukiona nimesimama kuhubiri, pray for me, pray for me. Mahali hapa hapa unapopaona hapa hapa ni parahisi tu, ukiwa unapitapita hapa kupasafisha, ila ukija kusimama ili uhubiri, ili uimbe nami naomba Roho Mtakatifu ajae kwa watumishi wake, iwe kama zamani. Kabla mwimbaji ajasimama kuhubiri, wanawekewa mikono, Bwana amtakase, Bwana ndipo nasikia <tipu> <tipu> mapepo yanalipuka. Ila kwaya za leo mapepo yamo, lakini hayalipuki. Kwa nini? Linakuja kabisa, nataka kumtikisa mwenyewe, na naniambia, tulia, nitakutetea usiniaibishe mbele ya watu. Pepo nao linanilaksi wanatoa sadaka pamoja, wanaimba pamoja, wanamachi pamoja, na pepo limo. Kweli Bwana, nilitaka kukuangusha Bwana. Maisha yanaendelea. Katika mwaka ambao Isaya alimwona Bwana alipokufa, Uzia, Isaya alimwona Bwana. Wito wangu ni huu: ruhusu asiwepo yeyote wa kukalia kiti cha utukufu cha Bwana. Wale ambao mko mahali hapa, wana Atape, Bwana wengine amewabariki, mna miradi, mna fedha, mna mali, usiruhusu zikalie kiti cha Bwana. Hacha zikafanye kazi ya Bwana. Bwana zitumie kwa mapenzi yake. Wanataaluma mlioko mahali hapa, mko kwenye ofisi zenu, wengine mna ngazi kubwa serikalini, msiruhusu mabosi wakalie kiti cha Bwana. Maana kuna wengine bosi akiongea wanatetemeka, lakini Bwana akiongea hawana shida na yeye. Wacheni Bwana abaki kwa Bwana. Simama pamoja nami na Biblia imesema kwamba alipokufa Uzia, Isaya akamwona Bwana. Biblia inasema, na vazi lake lilikuwa limejaza hekalu lote, vazi lake lilikuwa limejaza hekalu lote. Mimi nikasema ni nifanye utafiti kuhusu ile neno hekalu. Mimi nikadhani tu ni hekalu kama hiyo nyumba, lakini anasema vazi lake lilikuwa limejaza makao yake. Katika lugha za asili imeandika hivyo Navazi na vazi la Bwana lilijaza makao yake. Maana yake utukufu wa Bwana ulikuwa umejaza makao ya Mungu yote. Sasa nisikilize, mwimbaji na mwanaatape, Mungu yupo katika makao yake yote, duniani pote ni makao yake. Sokoni yupo wapi ofisini, yupo huko unakofanyia kazi, kazi shambani kwako yupo, lakini angalia leo watu wengi hasa rafiki zangu waimbaji wanadhani Yesu yuko tu hapa kanisani, wakitoka wanaamini vazi lake aliko kule duniani. Si mnaona leo walivyovaa hizi nguo ndefu kama za kukusanyia sadaka? Kutana nao humo mjini, umo wanavyokatiza. Kutana nao watu wako bize, huku titi limechomoka ni huku nini kinadondoka. Ha, wako bize kana kwamba Bwana hayuko tena mahali pale ni hawa hawa waliovaa magauni haya ndio kesho ukiwakuta mitaani wamechapa visuruari vimeisha mari. Hapa niliwaambia yale nikuta kwenye mtaa ambao ninaohifadhi, nimehamia, bado ni mgeni. Nimo kwenye daradara, naning'inia, siti zimeisha binti mmoja mwenye huruma amevaka kitopu kake hapa na, ki, na kitovu kinaonekana na suruali iliyochanika hapa, akanionea huruma akaniambia, tafadhali naomba ukae kwenye siti. Nikamwona yule binti anaroha Mungu nikamwambia, dada, Mungu akubariki sana, unanipisha kwenye kiti mtu ambaye humjui, Bwana akubariki. Yule binti akanicheka kasema, mchungaji, Bwana yaani mi sikujui. Sasa unajua mimi ni mchungaji, ee, mimi mshiriki wako na wanathiolojia tunasema ukitaka kuangalia hali ya mchungaji uliye naye, angalia maisha ya washiriki wake kwao. Nikasema kwa hiyo hali yangu, wapendwa, vazi la Bwana limejaza dunia nzima, na tuwe watakatifu kila tunakokwenda. Kama kama ndilo ombi lako inua mkono wako. Baba yetu wa mbinguni, umetuita kabisa, na mimi sina shaka una makusudi matakatifu na sisi, ndio maana tumejitoa kuimba. Mitego ya Ibilisi ni mingi sana, ninajua kuna wakati anatumia hata waimbaji wenzetu, anatumia wafanyakazi wenzetu, anatumia wafanyabiashara wenzetu kutuangusha. Lakini kwa leo, ruhusu tukuone wewe kama Isaya alivyokuona, na nikuombe kabisa kwa dhati, asiwepo mtu atakayekalia kiti chako kama mfalme Uzia, na kama yuko aliyekuwa amekalia kiti hicho, anabeba utukufu yeye, anasifiwa yeye, anategemewa yeye, mioyo ya waimbaji inamtegemea yeye, mioyo ya wafanyabiashara inamtegemea yeye, kabla hajafa kama Uzia, ruhusu akabadilike. Kwenye kongamano hili tupatie mapumziko mema, katika jina la Yesu Kristo, amen.